Zipo baadhi ya interviews ambazo nimekuwekea hapa interview kadhaa, ambapo hizo hapo interview eh, walikuwa wanaongea watu wasanii wakubwa wakizungumzia kuhusiana na hii swala ambayo ina trend sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii angalau wakionesha mwanga na wakiongea kwa kina kuhusiana na hao wadada wanachuo ambao walimshambulia mwenzao ikisemekana kisa ni kwamba wanamgombania Mwijaku kwa ambaye pia Mwijaku ni mme wa mtu. Sasa, wameza kuwakabia juu sana hao wanawake wakiwaweka katika upande wa malaya. Sasa, mmoja kati ya msanii mkubwa ameweza kuweka evidence yake kubwa na akiongea maneno mbalimbali kuhusiana na wadada hawa ambao ni wanachuo akaweza kusema kwamba wanachuo wengi ni wamekuwa ni malaya, lakini wanaume ndo wamekuwa wakisoma zaidi kuliko wanawake, lakini mtihani unakuja, wanafaulu ni hawa wanawake ambao walikuwa hawasomi na pia ni malaya. Kitu gani ambacho kinatokea? Wanarudi pia kwa malecture, wanaishi na malecture, wanapewa marks za bure. E, ni mtazamaji hapa interview zote, lakini pia utaweza kushusha comment yako, upi mwelekeo wako na suggestion yako kuhusiana na hili swala ambalo limekuwa likiteka headline sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Komenti yako. Tanzania hakuna ya naweza nikasema, hakuna malaya Tanzania, tuwache machangudoa wanaojiuza sehemu za starehe, wanajipanga barabarani, lakini hakuna malaya Tanzania kama wanachuo. Nakwambia mi, yes mimi ni mwanamuziki nazunguka nchi nzima, hivi vyuo vyote na vijua. Kwanza, wateja wakubwa wa matamasha ni wanachuo, wateja wakubwa kwenye sehemu za starehe ni wanachuo, wateja wa kwenye madisko ni wanachuo Tanzania hii. Hata muda wa kusoma, kwanza wanachuo wa kike uoga, wasomi wako sehemu za starehe, wanalala kwa madanga, wanalala kwa masponsa, wanataka iPhone, wanataka simu kali, wanataka mavazi, kila kitu na asomi, alafu mwisho wa siku mitiani ikija, yeye anatembea na lecture, anagewa matokeo. Ndio maana Tanzania hatuna elimu bora, so menelewa hapo. Wanaosoma Tanzania hii ni wanachuo wa kiume ipi. Ukiwa na date na mwanamke wa chuo wewe unajisifia nini? Ukiwa na date na mwanamke wa chuo, wanawake wa chuo wengi ni malaya 80%, mpaka 90. Wanawake wa chuo wengi ni malaya Wengi usiona wanapendeza mitandaoni, wengi usiona wanapiga picha, wanaenda kwenye mahoteli, wanaenda kwenye manini. Wanawake wa chuo wengi ni malaya, ndio maana mimi kama mimi siwezi kudeti na mwanamke wa chuo, kwa sababu najua wanawake wa chuo wengi ni malaya, hawana chochote. Naongea nawe malaya wenda hata one niangalie hapa ni malaya ambaye uko chuo. Mimi na wanawake wa chuo hatuwezi kuelewana, yani mtu anayejitafuta hawezi kupoteza muda kudeti na wanawake wa chuo. Wanawake wa chuo wengi ni malaya, I'm telling you. Haijalishi elimu alionayo, haijalishi study degree si ma diploma. What the fuck about your diploma? Hakuna kitu. Wanawake wengi wa chuo, asilimia tisini, ni malaya. Ni wachache sana wanajitambua. Wengi ni malaya. Angalia uchafu ambao unafanyika hivi vyuo vikubwa na ambao tunavitambua. Kwa sababu wanawake wa chuo hawana dira, hawana direction, hawana akili. Yaani wewe unadhihirisha kwamba elimu ambao wanapewa au elimu ambao wanajifunza huko wa vyuo na wapi haiwasaidii wao kujitambua. Wanawake wa chuo wengi hawajitambui. Mimi siwezi kushauri kwa wewe mwanamke wa chuo. Wachache sana ambao unaweza kupata wanaojitambua. Asilimia tisini ya wanawake wa chuo ni malaya. And Dar es Salaam hapa ndo uzisemi. Dar es Salaam hapa kuna wanawake wa chuo wengi sana na no ukiangalia wote ni malaya. Wengi ni malaya. Awana cha kufanya, wanashinda klabu, wanashinda wapi, hawana pesa yoyote, lakini wanaishi maisha ghali kwa sababu ya wenyewe kujiuza. Hakuna namna yoyote usikuwa unajitafuta usipambane na wanawake wa chuo, watakuharibia direction yako, watakupotezea deal yako. Mwanamke wa chuo usikujana naye future hata mara moja. Usipoteze muda wako kwa mwanamke wako wa chuo. Focus na maisha, jitafute afu utafanikiwa, lakini ukifocus na wanawake wa chuo utamesa hapa. Mtepo ipo. Unajisikia vipi kutongoza? Kumtongoza, kumtongoza mwanamke sio dhambi Yani nataka kumtongoza dada wa kazi, kumtongoza ndugu, sio dhambi. mm -hmm. Kwenda kutongoza sio dhambi mm -hmm. Una uwezo wa kuwahudumia yani, swala la kutongoza, hakuna mwanaume asiotongoza. Wewe utongoze, mimi mwenyewe hadi leo nilipo hapa natongoza mke. Um, wako anaona hii no, natafuta kuwa mke wa pili <laughs> kwani kuna dhambi? <laughs> mimi dini yangu inaruhusu, naongea kwenye swala la dini, sheikh, natafuta niwe mke wa pili, unaambiaje? Niache kuamini dini yangu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Natafuta kuwa mke wa pili, sio dhambi kwao unaweza nikatongoza. Changamoto inakuja unaweza kumgaramia, unaweza kumjengea nyumba, unaweza kupanga nyumba kwa pesa yako.